Zimbabwe inayojulikana kama the warriors katika soka la Afrika alianza kushiriki michuano yake ya kwanza kabisa ya AFCON kwa mara ya kwanza mwaka 2004 kwenye fainali zilizofanyika nchini Tunisia. Tangu wakati huo, nchi hii imefuzu mara kadhaa, ikijumuisha 2006 nchini Misri, 2017 nchini Gaboni, 2019 nchini Misri kwa mara nyingine, 2021 yaliyochezwa 2022 pale nchini Kameruni, na mwaka huu 2025 nchini Morocco watakuwepo, wakifuzu kwa mara ya sita katika michuano ya mwaka huu. Wakati huu Zimbabwe msuli yake ikiwa imepangwa kwenye kundi B na majirani zao wa Angola, Afrika Kusini, sambamba na Misri. Katika safu yao ya wachezaji nyota wa sasa wanaotarajiwa kuiongoza nchi hiyo ni vijana wenye uzoefu kama Marvelous Nakamba aliyekuwa akisakata kabumbu katika ligi za Ulaya, Andy Rinomhota mchezaji kiungo mzoefu nchini Uingereza, Bill Leroy Antonio huyu ni kipanga na mshambulizi kijana kabisa mwenye kiwango pamoja na wachezaji wengine kama Teenage Hadebe Jordan Zemura, Munashe Garananga, Tawanda Maswile Chirewa wa ligi kuu soka nchini Uingereza akitoka katika klabu ya Wolverhampton Wanderers sambamba na mwana wa mfalme Prince Mpumelele Dube, ambao wote wamekuwa sehemu ya kampeni ya kusaka kufuzu na kujiandaa kwa michuano ya AFCON ya msimu huu. Zimbabwe mpaka hivi ninavyozungumza, hawajawahi pata nafasi ya kufuzu kwenda hata hatua ya kumi na sita bora, kwani wakati wote tangu wameanza kushiriki mara tano zilizopita wameishia katika hatua ya makundi pekee. Je, msimu wa michuano ya AFCON watakuwa wana nafasi gani kwenye kujaribu bahati yao mbele ya Afrika Kusini, Misri pamoja na Angola? Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.